Right on time, this is SEIC TV na hii ni Injili Acoustic ustic, upo nami mtangazaji wako Barack Jimen, na hapa studio leo tupo na mtumishi wa Mungu, na naamini utabarikiwa. Dada, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe, amen. Unaitwa nani? Mimi naitwa Neema Moshi, ndio kuka anapenda Yesu. na karibu sana katika Injili Acoustic, na naamini ni baraka kuwa na wewe katika kipindi hiki, kama nilivyotangulia kusema na watazamaji wengi wanatazama kipindi hiki, na naamini kuna watu wengi ambao wamejiandaa kubarikiwa na hiki kipindi kupitia huduma yako. Kwa kifupi, unaweza ukatuelezea safari ya huduma yako au introduction ya huduma yako? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwanza namshukuru Mungu sana kwa kupata hii nafasi kuwepo mahali hapa Namshukuru Mungu sana na najisikia na vizuri mimi. Safari yangu ya huduma ambayo ni huduma ya wimbaji nimeanza zamani kidogo, ingawa sasa hivi naendelea kuona Mungu ananisaidia, inakuwa zaidi, kwa sababu nilianza katika zile kwaya za watoto. wow. zile kwaya za Sunday mnajua. Hivyo sinaelewa yale mambo ya Sunday. Kumbe umeanza zamani sana, sio? <laughs> So, kitu kwamba cha juzi ukadakia dakia juzi. <laughs> Naweza kusema ilianza zamani, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa ninapenda kuimba. Huduma zilikuwepo nyingi, tunafundishwa kuhubiri. Ndio, kufanya mambo mengi, lakini mimi moyo wangu ulikuwa una upo pale kwenye kuimba. Kwa hiyo kuanzia kipindi hicho then ni shule zile mambo zile ibada za shule mpaka sasa hivi niko shule, ndio lakini bado naendelea na hii huduma na namuona Mungu sana, sana. Wow, wow. Ni watumishi wachache sana au ni watu wachache ambao wako gifted na vipawa ambao wanaanza navyo kutoka chini na wanafanikiwa kuvimaintain mpaka sasa. Hongera sana. Na kwa dakika kadhaa tu tunatamani ikiwa ni mwanzo kabisa utubariki na kipawa chako kwa nyimbo kadhaa. Wewe ni mtunzi pia. Wow, unatunga mwenyewe kwa sababu siku hizi kuna janga kubwa la, wa... la waimbaji kutungiwa nyimbo, lakini kama unatunga mwenyewe, hiyo ni jambo jema kabisa. Natamani tuanze na, na wimbo wako mmoja ambao umeimba wewe na naamini mtazamaji utabarikiwa. Ndugu mtazamaji, ka tayari kubarikiwa na Neema Moshi. <laughs> Amen, nyimbo inaitwaje? Tumeagizwa upendo, na ndio agizo kubwa ambalo tumepewa sisi wanadamu. Kwa hiyo wimbo unaitwa Tupendane. Amen, karibu.

Wow, wow, wow, wow, tupendane watu wa Mungu kila mmoja na jirani yake. Kwa nini upendo, au kwa nini tupendane watu wa Mungu kila mmoja na jirani yake? Ufunuo wa nyimbo hii ilikuaje, au chanzo cha kitu hiki kilikuaje? Unaweza ukatuelezea kidogo kidogo, short summary tu, bwana bwana? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Unajua, Bwana Yesu alipokuja hapa duniani agizo kuu aliacha maagizo mengi, tuhubiri injili, tufanye mambo mengi, lakini alikuja kutuambia kwamba amri ambayo anatuachia ni amri ya upendo. Na yani, inajulikana kabisa kwamba huwezi kwenda kutimiza agizo la kwenda kuhubiri injili kama mtu ambaye unamhubiria injili haupendi. Hauwezi, yani huwezi kufanya kazi ya Mungu kama pia hauipendi. Mimi siwezi kuzungumza na wewe hapa kama sina upendo ndani yangu. Kwa hiyo kutokana na hivyo na nilivyogundua kwamba okay, kumbe katika kitu ambacho wanadamu tunatakiwa kuwa nacho ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> kwani na lakini wow. Ni, ni upendo kwamba upendo ni kama main root. upendo ndio chanzo cha kila kitu hmm. Okay, direct on time, na-nadhani unaweza ukatuimbia tena nyimbo ya pili. Bado tunatamani kuhudumiwa na kitu ambacho Mungu amekupa

Listi, zao kwenye kipindi siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huu wimbo nimeuimba leo kwa sababu ni wimbo ambao actually unanibariki sana, kwa sababu tunaweza kuwa sisi kama wanadamu tuna mambo mengi ambayo tunapitia, mengine ni mazuri, mengine ni mabaya, lakini katika hayo yote bado tunatamani kutembea na Mungu, bado Mungu anatakiwa atembee na sisi bado hatutaki kutegemea na damu yani, ni Mungu tu ndiye ambaye anatakiwa awe na sisi nyakati zote. Kwa hiyo ndio maana ni wimbo ambao huwa unanibariki na ndio maana ninauchagua siku hii ya leo. Wow. nimebarikiwa sana na hii session. Yesu Yesu usinipite ndugu yeah. Mtazamaji, yapo mambo mengi ambayo bado tunatamani tujifunze au tuyajue kutoka kwa mtumishi wa Mungu Neema Moshi, na hapo hapo endelea kukaa mkao wa kupokea zaidi. Mtumishi wa Mungu, ningependa kujua, umeolewa? Hapana. Hapana. yeah. <laughs> Je, unajishughulisha na nini? well, nasua ndio nipo, naingia mwaka wa tatu. Kwa mimi, ukiachana na wanafunzi pia nifanya biashara, ila kitu kikubwa bado mimi ni wanafunzi nasoma. Wow, kumekuwa na wimbi kubwa la watumishi wa Mungu kufanya huduma sawa, lakini unakuta anasoma kama wewe, lakini pia anafanya biashara na wengine wanaamini kwamba katika kutumika kwa Mungu, maybe na masomo hivi side side business, hazihitajiki. Wewe unawezaje kumanage masomo? Unawezaje kumanage biashara? Unawezaje kumanage huduma, na wakati huo umpe Mungu nafasi, utunge nyimbo, uandae vitu vyako kwa ukamilifu na sisi tubarikiwe. Nimeona nyimbo kama yako Tupendane, watu wa Mungu ambao umeandika wewe mwenyewe yeah. Je, unawezaje ku maintain muda wa kusoma, biashara na huduma? Amina. Kwanza kama ambavyo nimekuambia kwamba mimi ni mwanachuo, ni mwanafunzi. Kwa hiyo elimu ya chuo hainibani sana kama elimu zile zingine huku nyuma, time table zinabana. Kwa hiyo kuna muda ambao nipo free katika kufanya mambo ya biashara. Kwa hapo, kwa hapo nimezungumzia kwa upande wa biashara kwamba kuna muda ambao ninakuwa nipo free, ninaweza nikafanya biashara zangu na mambo kama hayo, lakini tukija kwenye upande wa huduma, huduma ni kitu ambacho ninacho mimi ndani ya moyo wangu yeah. Ninakifanya masaa yote, yani kinaimba na kinatembea ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo, wow, chenyewe ndo kimechukua nafasi wao hapo. Kuna ufunuo, huduma ni kitu ambacho kimo ndani yako kinatembea wakati wote na kinafanya kazi wa wakati wote. wote. Ndugu mtazamaji chukua hiyo. <laughs> Na jambo lingine ambalo natamani kulitambua, je, Yeah. Ni mwimbaji gani pendwa au mtu amekuwa akikuinspire wewe katika huduma yako? Okay, ni mwimbaji ambaye waimbaji wote wananiinspire. Ndio. Waimbaji wote napenda, lakini ambaye ninampenda zaidi na napenda kumfuatilia sana. Kwa nini? Kwa sababu <laughs> Kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba waimbaji wote nawapenda, lakini alalama fani hivi ya uimbaji, yaani nyimbo zake huwa nikizisikia kiukweli, ninasikia bubujiko ndani yangu, nasikia kuhudumiwa, na nayapenda maisha yake ambayo tunayaona. Kuna maisha ambayo hayaonekani, ndio, lakini yale ambayo sisi tu, tumefanikiwa kuyaona, ninayapenda na nafurahia huduma zake ambazo anakuwa akifanya Mambo kama hayo yananifurahisha mimi. Ni, ni inspired. Ni wimbo gani wa Rema simfuku ambao unaupenda? Unaweza kutu kutubariki kwa dakika kadhaa tu? Chanzo wa wow. Chanzo karibu nimeje. Wow, w wow. Kwa nini ninabarikiwa na hiki kipindi? Kwa sababu ninaona kuna namna ambayo Mungu anatembea na wewe mtumishi wa Mungu, na kwa safari yako ya huduma tunabarikiwa. Na tukiwa tunaelekea ukingoni, ndugu mtazamaji, huyu ni Neema Moshi. Kwa wakati mwingine tena ninakukumbusha na kwa dakika kadhaa tu, kuna watu ambao wanakutazama, ungependa uambie nini kwa dakika kama moja tu? Amen, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena kwa huu muda naweza unaweza nikawashauri au nikawaambia watu wengine kuhusu hii huduma ya wimbaji. Ni huduma ambayo inamgusa Mungu moja kwa moja, lakini tunapaswa kuzingatia mambo mawili katika hii huduma ili uweze kuona matunda na uweze kumuona Mungu. Biblia imeweza kutuambia kwamba tunatakiwa kutumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Kwa hiyo ndo mambo mawili ambayo naweza nika share kwamba tunapokuwa tunamsifu Mungu tu, au tunamwabudu Mungu, tunatakiwa tufanye katika roho na katika kweli tofauti na hapo hatuwezi kuona matokeo. Okay, tutafanya tu kujiburudisha, tutafanya just for entertainment, watu waone kwamba okay, huyu ni mwimbaji, huyu anafanya huduma fulani hivyo. Lakini tukizingatia hii kanuni kubwa ya kwamba tufanye katika roho na katika kweli tutamuona Mungu na Mungu atahudumia watu katika viwango ambavyo hata sisi wenyewe hatuwezi elezea, yani like hivyo kwa hiyo. Amen, amen. Vitu vile vya kuzingatia ni kumwabudu Mungu katika roho na kweli <laughs> Mungu akubariki sana na kwa watu ambao wanatamani kupata huduma yako wanaweza kupata kupitia njia gani? Kwa mfano wanatamani nipate nyimbo ya tupe na neo chua Mungu ya tunakupata kupitia njia gani? Okay, njia ambayo wanaweza wakanipata mimi ni kupitia mawasiliano ambapo namba yangu ya simu ni sifuri sita kumi na sita kumi na mbili themanini thelathini na nane. Hiyo ndiyo namba ambayo ipo available masaa yote, lakini kwa mitandao ya kijamii pia, search Neema Moshi unakuwa umeipata. Hiyo sana sana ni kupitia hizo namba ambazo nimeweza kuzitaja hapo. Amina, amin, amin, amina, amina. Naamini Mungu amekubariki sana. Kupitia kipindi cha Injili Acoustic kutoka SEIC TV, ulikuwa nami mtangazaji wako Barack Jimen na mtumishi wa Mungu ambaye ametuhudumia kwa namna ya kitofauti anaitwa Neema Moshi. Tembelea katika akaunti zake, tembelea katika mitandao ya kijamii kuendelea kubarikiwa na huduma hii. Mungu akubariki kubariki sana. Tukutane kwenye kipindi kijacho, barikiwa.